Hi my good people, hope you are doing amazing. First of all is to thank you all for your support and for your love. I love you so much and continue supporting us. Size tuko 3.95, eh twelekee tuende hadi 5K. So guys, kama hujasubscribe make sure you subscribe, na you like, you share the video, all those and you comment. So guys, tuko hapa tunaendelea na kisa ya Jonte. Jonte ni kijana alitwitanga. Alikuwa ametoka majuu and alikuwa anataka help yetu na hadi hapa tumefika, najua tumemhelp. Jana tuliweza kuchukua ile nyumba ingine tho. Hapa tumekuja sijui ni wapi, daktari ametuambia tukuje na tumefika, tho tulikuwa tumekatazwa kuingia, nikamwambia tutakivita juu, hadi neibas walikuwa wameshaanza kutoka huko nje, so tumeambia tuingie kwa nyumba ndo tuendelee kuongea. So niko na watu hapa kuna tu nimekuja nimekuja na, na mama ya Jonte na Jonte hao wawili tumewapata kwa nyumba. Maybe watatuelezea nyumba ni ya nani kati ya wao wawili na ama daktari bado atatue, atatuelezea zaidi juu. Pia mimi niko confused, sijui nyinyi ama mnajua mwalimu uko. Mimi hata nimeshangaa tu. So nataka watu aji introduce kutoka on my left. Na shi kwanza, ulituambia ukaangia na auntie yako, but tunaona auntie yako tumempata huko kwa nyumba. Mbona mnafuatana fuatana naye? Alitudanganya wakaangia pamoja So wacha nimsalimie sasa. Ntiashi, mbona uko poa? jua tu si uko poa na sina okay, furaha hata kidogo. Kwani tumekukosea sisi? Tumekukosea saa, siutuambie shida yako ndo tujue shida ni gani? Kama ni tumekukosea tuseme pole basi. Mambo kama gani? mingi sana, wacha atatuambia, utatuambia tunaeza kusaidia. Sana nimesaidia Johnte, pia wenaweza kusaidia ama utaki help yangu okay. Ni sawa basi okay. Mama Jonte, yes. Unaendelea aje? Mi nikopoa. mm -hmm. Siku ya leo niko na furaha sana. mm -hmm. Juu naona vile mambo ya mtoto wangu inaendelea inaendelea vizuri oh. mm -hmm. E, Jonte. mm -hmm. Salimia watu. Ah, mi nikopoa. mm -hmm. Najua nyi wote mnanijua mi ni Jonte. mm -hmm. Manze ndio tunaendelea na hii safari yetu onemali mali itatofikisha. mm -hmm.

Kwanza tu usalimiane, alafu daktari atasalimiana. Hai, ukoaje wadu? Uko poa? Sasa si hiyo ingine tulichukua daktari ndo ametuambia tukuje hapa. Okay, daktari atakuelezea mbona tuko hapa. Mm-hmm, okay, daktari Mjambo kwenu, niko salama. Huu uko aje? Mi niko mzuri mm -hmm. na asante kwa kuitika mwito, mimi ndo nimewaita nyeooteleo hapanam e. E, ok nashukuru daktari juu hadi kama jana tulikuwa na yeye na yeye ndo alitusaidia tukachukua hiyo nyumba ingine, so huku daktari ndo atatueleza huku ni kwa nani, daktari Unaweza tueleza mbona tuko hapa? Ni nini ni, ni, ama umeamua kutualika mm. kwako ama ukundo kwako? Kwenu si kwangu <laughs> e, lakini aeika kwako kwa kwa kwa ni nyumba ni mzuri mm. E, lakini si kwangu sasa. Leo nimewaita kwa sababu nilikuwa nataka tu hii nyumba irudi kwa Jonte hii mm -hmm. ni mojawapo wa nyumba ambazo tunarudishia leo Jonte, ndio maana nimewaita. wow. hii nyumba ni ya Jonte ilikuwa imefichwa ama hii nyumba ilikuwa imefichwa uh -huh. na mwanadada ambaye ako hapa ni mali uh -huh. uh -huh. yangu. Yani ndio, ni mali yako, ndo nimekuitia nikurudishie. Ndio yani ndio nyumba yangu ingine. nyenashindo ya kutuambia manzi? ndio <coughs> Si, yani pesa yangu yote yani unanunua mpaka kuna bado hii ni mali yangu. Hii bado ni mali yangu ukiwezana, daktari ametuita yeah, hapa eh. That means hii si pesa yako daktari. Hawezi tupeleka mahali, si ati kwa pesa za wenyewe Ulitumia pesa ya Johnte, yani kila kitu iko hapa, yani ni yangu. Nilisema hebu uzungushe hivi kamera tuone hizi vitu ziko huku zote, goje goje. Johnte, hii nyumba ni yako, ni ile ni mali ambayo ulikuwa unatumia mwanadada ukiwa ng'ambo, na nimewaita tuirudishe. Huyo mwanamke amekuwa akidanganya huyu kidanganya huyu, mali inarudi Alimrudisha ile nyumba ingine jana mm. Lakini kuna hii ambayo mm. Nimewaita tuirudishe. Hey, asanti sana daktari. Hey, daktari, asuri, asuri, asuri, asuri. Asuri. Asuri, asuri. Asuri. Yani mkashukuru. Hey, hey, hey. Yani kuna kusevu umesevu, yani mambe daktari ama we ni kila siku mnafuata na pete mnipeleka wapi? Kuna mambo hata mimi kuna pete kuna Sijaongea na wewe. Pete ulibeba. Naongea pete na, na daktari, sijui daktari. Ulitoroka na pete ukidhani ni daktari. Daktari wapi, wapi pete zangu? Umejua je ni daktari? Umejua je ni daktari? Watu skiza huyu mama venye nasikia anaitwa daktari, so akitoa daktari zinanipata no,

ni nini imetokea kwa nyumba yako? Umesema mambo imetokea kwa nyumba yako, umeanza kuleta kelele? Sijasikia ndio maana umekasirika hivyo? Ndio maana umefurahi, una furaha, ile furaha ulikuwa nayo imeisha saa hii. Pete zangu ziko wapi? Nani amekwambia ni daktari ako nazo? Achana na, achana na huu antiashi mm -hmm. Kwanza mm -hmm. amekuja na kibori mm -hmm. na hiyo kiburi ntadili na ewe, mm -hmm. alafu stakabadhi mm -hmm. ziko mm -hmm. na nani?

Kuna na kuna kitu nilikuwa nataka kufichua kuhusu hizo pete, lakini kwanza, kuna mambo inakuja ambayo ni moto kuhusu hizo pete, na nitatoboa hapa kinagaubaga ini nyumba yangu, hizi ni vitu zangu. Mtu asikutishie hapa, mama ni muone what I have saved, ni mali yetu. Sasa mama Johnte hawa na washutu sana, na anaita baba jina inaitwa Shandalia. Tumeona kwa dada wangu mlete lalange huku, umefanya vizuri. Unataka kuchukua hii mali, unalala vizuri huku, unalala vizuri, hata wewe mwenyewe mzee, mpaka maji unakunywa dispenser. Ona pesa zangu iko hapa tu, angalia. Acheni kenene, fridge imejaa. Hata nichukue hii moto. Usibebe, weke kwa huko wewe. Atu baby, beba bagini yake na achana na mama wangu kabisa, wewe. So hii ndo nyumba yash, tumeambiwa ni nyumba ingine, lakini tumeambiwa ilikuwa imefichwa okay. Daktari okay. Jana tukipatia kuna mambo ingine, na akanipiga usiku akaniambia tunakuja huku kuona kitu ingine, saa hii ndo nyumba amekuja kutua

Ni msichana lakini kutandika kitanda ni shida yenyewe. Ona, hata mtu hajui kujipanga, nimeamka zimejirudilia kazi ni kukula tu pesa za bure.

Ashike kwanza vitu zetu, wachana nazo vizuri. Mi nafurahia daktari asanti, kama sio daktari asanti tufichulie zingine mpaka gari arudishe. Kazi yangu sana kwanba kusaidia kishanga, kila mtu amepata haki yake, saidia saidia, na na daktari utoe huyu

like mbona uko hivyo? si unyamaze, watu wangu na kukipeleka kwa wachawi, mzoea vitu za bure, ukaroga mpaka bibi yangu sindio? tukaachana ukamvunjia ndoa, mnarudi naye mkuru hukokenkulangebaabla huko kwake ama kwangu Saizi, aku churi, wa wa na Ebu, nyamaza, mtoto wako wapi? ajo hiyo ni damu yangu. Hebu nyamaza, Johnte, daktari yako hapa, tunarudishiwa kila one by one, labda huyu daktari huyu mchawi huyu wenu awa ndio wanakwanga, na hiyo sisi hata tuna presha hatutaki historia pete. Sasa zote sisi hatuja kujia pete, sisi tumekujia nyumba. Ishike mara ya mwisho, ishike mara ya mwisho, hiyo imani yote inarudi. Daktari anaongea mgaga na upo wale wali mkavo sasa. Hizo pete ambaye anauliza niko nazo na hizo pete zilikuwa na tatizo ambayo wanaendea nguvu za giza. Mm -hmm. Kwa ya kio yangu nilizivuruta nikazichukuaikonaza. Alikuwa na nazifanyia nini nizi pete? Mm -hmm. Alikuwa amepatiwa na mganga wake ambazo ziko na nguvu za giza ambazo alikuwa amepatiwa utaratibu. Mm -hmm. Alikuwa anaenda arudishe shii. Mm -hmm. Eh, kwa nini daktari wake anamtengeneza? mm -hmm. Anampeeshi, anampatia chai, alikuwa ameambiwa mm -hmm. alete mm -hmm. apee shi ndio mm -hmm. shi zimchanganye mm -hmm. asirudishe mali mm -hmm. naam ndio waendelee kukula na yeye. Mtakulala. Eh, wenyewe mtageukana nini? Amesa anamfanyia hivyo huyu mwanadada amekosea kwanza heshima fimbo yangu, na afta dakika kidogo ataanza kubweka kama umbwa. Uh, asante daktari, by the way, kwani kwa nyumba yake ni nini imefanyika? ju nasema sijui kwa nyumba yake kumejaa mende. Wewe ndio ulizituma ama? Mimi ndo nilituma mende na kunguni. Nyamaza yaani, umekuliwa na kunguni hadi unapotea kwako, unakuja kukaa nyumba ingine thatu. Hauna bahati wewe.